Yaani, katika harakati za kutafuta sababu ya kuivamia Yemeni na kundi lao na kundi eh, la Ansar Allah mpaka maneno yao wanayakariri huko kwenye Baraza la Usalama. Hebu sikiliza hapa, Allahu Akbar almaut li Amerika, al maut li Israel alana ala al yahud an nasr lil lilislam na mimi nitakufasiria maneno haya eh, kwa tafsiri ya moja kwa moja anasema, Allahu Akbar, Mungu ni mkubwa. Almautu li amerika, kifo kwa Amerika, kiambatana kama eh, kauli ya upinzani wa kisiasa almautu li israel, kifo kwa Israel, pia kama kauli ya upinzani wa kisiasa allaanatu ala alyahudi, laana juu ya Wayahudi e, kisha mwisho akamalizia anasru lilislam, ushindi kwa Waislam. Na hii ndio kauli iliyopelekwa kwa kwenye baraza la usalama. Na kama kauli hizi nimezifasiri vibaya basi tuandikie hapo kwenye comment namna gani zinavyotafsiriwa. Je, hatua ya Israel kukariri kauli hizo kwenye Baraza la Usalama inaongeza ufahamu wa hoja yao au inachochea mvutano zaidi katika majukwaa ya kimataifa? Hebu tupe maoni yako hapo kwenye comment.